Nam, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Ethiopia imetangaza kuunda kikosi kipya cha polisi wa baharini kitakachokuwa na jukumu la kuhakikisha usalama karibu na bwawa la Grand Ethiopian Renaissance GERD. Meja Escudar Burhan, mkuu wa idara ya ukaguzi wa viwango vya polisi ya shirikisho amesema, sababu ya hatua hiyo ni kuanza kazi bwawa la Grand Ethiopian Renaissance Dam na kujazwa kikamilifu eneo lake la jumla la takriban kilomita za mraba 116. Ameongeza kuwa kuna udharura wa kuandaa kikosi cha polisi chenye uwezo wa kulinda ziwa hilo la kutengenezwa na kuzuia uhalifu wowote unaoweza kutokea katika eneo hilo. Akihutubia Bunge la Ethiopia, Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance sasa limejaa asilimia mia moja, sawa na Bwawa la Aswan la nchini Misri, na amewahakikishia wabunge kwamba Ethiopia imechukua tahadhari zinazohitajika ili kuepuka kutatiza ririko wa maji kuelekea nchi nyingine za maporomoko ya maji ya Mto Nile. Ujenzi wa bwawa hilo umeibua mvutano mkubwa wa maji kati ya nchi za Ethiopia, Misri na Sudan tangu mwaka wa 2011 hadi sasa. Misri na Sudani zinahofia kwamba bwawa hilo kubwa linalogharimu dola bilioni 4.2 litapunguza kwa kiasi kikubwa sehemu ya maji ya Mto Nile wanayopokea, na mara kadhaa zimeiomba Addis Ababa isitishe kulijaza hadi makubaliano yafikiwe.